Na ni taarifa ifuatayo, ambapo ni raha iliyo kwa na wakazi wa vijiji vya Kibiku, Gathiga na Njathaini, ni eneo Bunge Kabete baada ya serikali kuu kukamilisha ujenzi wa barabara ya lami ya kilomita tano inayounganisha maeneo hayo kwa mara ya kwanza tangu taifa kupata uhuru. Jamani, mradi huu umetajwa kuwa wa kihistoria na unaotarajiwa kubadili hali ya kiuchumi pamoja na uchukuzi ya wakazi wa maeneo hayo. Abraham Gadesha anatujuza ama anafika na habari hiyo kutoka maeneo ya Kabete. Ni afueni kwa wakazi wa vijiji vya Gathiga, Kibiku na Njathaini baada ya kupata lami kwa mara ya kwanza tangu uhuru. Tusikize hisia zao ni zipi mitaaniya um, zo na furaha tulio nayo haiwezi kuelezea, kwa sababu sasa kutoka town mpaka hapa, kutoka Nairobi kupitia Mwimuto mpaka hapa Kibiku mpaka abadea hii njia imefunguka. Watu watakuwa na safiri kwa urahisi watatoka town kuingia huko kwa sababu barabara imefungwa na barabara ndio mambo yote na maji na sistima. Sisi tuna furaha sana kwa kutoa hii lami, tulikuwa tunateseka zamani. Hii barabara ilikuwa inatumalizia pikipiki, kulikuwa na korogesheni mingi, lakini saa hii kazi imekuwa rahisi, hata hatutumii mafuta mingi watu wale wanakuja ku, ku, ku, kutafuta kwa mashamba yetu, watakuwa rahisi kukuja kuchuvua na kuleka kwa barabara na kupeleka, hata kama ni Nairobi, hata sehemu zile wanataka. Watu ambao wa walikuwa wamehama sasa wamerudi hapa, shamba ya hapa imeenda juu. Mabarabara ikiwa mzuri, mpaka matatu yingine zinaanza kuja hapa. Kwa hivyo hapa tunashukuru sana. Matumaini ya wakazi hapa ni kuwa kuwemo kwa lami hii itawasaidia kuinuka kiuchumi. Abraham Gadesha, runinga ya NTV Kiambu.